Mungu akubariki. Tutaweza kuombea ili neno Mungu mtakatifu, tunasema asante kwa neno ya siku ya leo. Uliona vema waendelee kutu, kutukumbusha ili neno Bwana, kwa kuwa sisi na nadamu, labda uliona ya kwamba tumeshasahau ili neno. Usema kweli Mungu, mwanadamu hawezi kutumikia wafalme wawili kwa kuwa atakuwa na kwenye ataweza kuegamia. Leo kwa maana Mungu tunasema aksanti, aksanti kwa hili neno na watakaolisikia nao pia liwajenge, liwakumbushe ya kwamba tunaye mfalme mmoja, ni Mungu wetu. Mungu utuwezeshe tuendee hili neno. Ututie nguvu Bwana. Ututie na uvumilivu kwa kuwa Kutumikia, kukutumikia wewe Mungu mzima, ni kuwa tumejazwa na uvumilivu. Tumesema aksanti kwa hilo neno na aksanti kwa yule aliyelitoa, umzidishie. Tunaomba katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Yesu Kristo Amen. Amen. Mm. Eh, nani tunaomba ndugu pastor ataweza kuombea mahitaji mm, na kwa kumaliza nitaomba ajili ya kutawanyika. Mungu baba yetu katika mm, jina la Yesu Kristo tunashukuru kwa siku ya leo mm, na neno lako linasema hivi, ulipotuma watumishi ama wa, wa, wa, mitume kwenda kutangaza injili uliwaagiza wahubiri injili na waombee eh, mahitaji mbalimbali mm, shida mbalimbali, wagonjwa wapate kupona wenye matatizo mbalimbali zipate kutatuliwa. Na sisi kama hapa tayari tumehubiriwa e, neno lako, na sasa tunaomba e, Mungu, kwa wale wote ambao wanatufuata na wale wote ambao watasikia ujumbe huu e, wakiwa mbali, Bwana uende kuwajibu kwa mahitaji mbalimbali ambayo wanayo. Kwa hiyo wagonjwa wapate kupona, wenye shida mbalimbali satuliwe kwa jina la Yesu Kristo. Tunasimama kinyume ya kila nguvu zote za giza ambazo zinaweza kuinuka ili ziweze kutatiza we, we, wale watumishi wako unawajua zaidi kuliko sisi. Bwana uwakumbuke na uweze kuwapanguza machozi ambayo inawafanya walie, kwa sababu ya mahitaji tunashukuru kwa sababu Mungu najibu na utatenda katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu mtakatifu, wewe ni alfa, wewe ni omega. Baba ulianza nasi na tumefika mwisho wa ibada letu, jina lako linuliwe Bwana. Wewe ni mlinzi, endelea kutulinda Baba, endelea kutuwezesha. tunatafuta kuachana na wapendwa, tuachane kimwili usiachani kiroho, uwe pamoja nasi. Tunakuonesha kwenye tunatafuta kwenda na tunakuonesha wenye watabaki hapa. Mungu, sisi sote tunajitani mikononi mwako, utuwezeshe Bwana, ututangulie na uwe pamoja nasi kwenye tuko tunaenda. Tukutane amani, tukutane ushindi, tukutane upendo Bwana, na wenye watabaki Mungu uwazidishie upendo. Siku nzima ya leo iwe siku ya ushindi Iwe siku ya baraka, utuzidishie kiu ya kusikia neno lako. Tunaomba na kushukuru ni katika lile jina tukufu la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo, amen, amen, amen.